Alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh, alaykum salam. Uko mwanisikia mpaka kwa sauti yangu ha? Okay. Uh, nisonge katikati hapa ama nisimame yeah. Okay. <coughs> yeah? Yeah? Kuna kamera

Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuataja katika Qur'ani al-Karim aya moja ambayo kwamba labda ningeweza kutaja hapa kwa vile nimekalifishwa niwe ni mwenye kusema neno moja au mawili katika jalsa hii ya hapa makaburini kwamba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sadaqa llahu al aliyu al adhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kitu ambacho kwamba yafaa tukumbushane ni kwamba Mwenyezi Mungu hapa Subhanahu wa Taala yuwaonyesha baadhi ya watu ambao kwamba hali yao ni ya juu. Kuna watu ambao kwamba hauombi tu mambo ambayo kwamba ni ya dunia, bali na yale ambayo kwamba ni ya akhira. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Sasa hapa labda nitaweza kuchukua kwenda na nembo ya al hasan, hasan yaani mema hapa duniani. Ewe Mwenyezi Mungu, tupatie mema hapa ulimwenguni na kesho akhira pia utupatie na mazuri. tunapoangalia labda, kuna mambo matatu ambayo kwamba twaweza kusema kwamba ni mazuri, kitu ambacho kwamba aweza kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ukitaka la dunia na kesho akhira. Moja, ilmu. Ilmu ni yenye kunufaisha hapa duniani na kesho akhira, kitu ambacho kwamba kaweza kusaidia katika maisha yako katika kutafuta ish kut, au chakula kibaba hapa duniani, na pia ile ilmu ambayo kwamba yafaa utafute ni kile kitu ambacho kwamba pia kina baki wabaqiyatu salihat, kile kitu ambacho kwamba kinabakia. Na unapotafuta ilmu ni ile ilmu ambayo kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, itakuwa na manfaa kwako, na ndio hii. Sio mara ya kwanza, si mara mbili wala ambayo kwamba tumekuwa katika mazungumzo na nanyi kwamba ni vizuri kutafuta zile ilmu ambayo kwamba itakuwa na manfaa kwetu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lahumma salli ala Muhammad wa ali, aliona watu wamejikusanya mahali fulani, na alipotaka kujua hawa watu ni nini ambacho kwamba wamejikusanya pale, wanasikiza nini au wanafanya nini, akaambiwa kwamba wale wanamsikiza mtu ambaye kwamba ni khabir, ni mjuzi zaidi katika kujua koo za watu kwamba huyu ni mwana wa huyu mwana wa yule mwana wa yule. Yeye alikuwa na ujuzi zaidi, na kila mtu ataona kwamba hiyo ni ilmu, lakini Mwenyezi Mungu, bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam asema kwamba ukiwa ni mwenye kutafuta ujuzi, masomo, ilmu, tafuta ile ilmu ambayo kwamba yaweza kunufaisha Elmu ya kujua nasabu za watu hakuna mahali ambayo kwamba itakufikisha. Tumewahi kusema, wenye kupenda mpira kina Ronaldo, na zile matimu za kina Manchester na kina Chelsea na kina nani, kuna wale ambao kwamba ni wajuzi na mahabiri katika kutaja magolkipa na pia na wale ambao kwamba wako kwenye benchi lakini inapofika mambo inayohusu wewe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kamuulize shekhe, kamuulize shekhe. La, ni wajib wetu, lazima tupate ile ilmu ambayo kwamba itanutumbaisha hapa duniani na kesho akhira. Pili, ambacho kwamba aweze kwamba kusema kwamba ni hasan Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwambia kwamba kuna vile vitu ambavyo kwamba ni, ni sadaka, sadaka ambazo kwamba zinaweza kusaidia hapa duniani na kesho akhira. Sadaka moja ambayo kwamba ameitaja katika vitu vya ambavyo kwamba yafaa uangalie kwamba umeviwacha hapa ulimwenguni ni kumfunza mwanao adabu, kumpa mwanao elimu ambayo kwamba elimu nafi yenye itamsaidia hapa duniani na kesho akhera. Unapotoka wewe, utapokuwa umelala kama vile walivyolala wenzetu hapa pia, nawe wao waje nao wao wenye kusomea Alfatiha. Wallahi, wakati mwingine huwa nashangaa, inaweza kuwaje kwamba mpaka saa hizi, hasa hasa jamaa wanaokuja msikiti wagashie, ni itakuwa ni aibu sana ninaposikia kwamba kuna mtu ambaye kwamba hata Alfatiha, kusoma Alfatiha hiyo muda wote. Tunakuwa jamani, tuchukue hiyo fursa ya kutumia waalimu na kusoma kitu ili kwamba wewe unaweza kusomesha wanao, na unapolala hivi nao pia waje wakusomee. Pili, kila kitu wangalia, sio ma sio, sio kwa bahati mbaya. Waona hapa kuna watu wameweka miti mitunda, kuna mitunda hapa ni vizuri wewe uwache kitu ambacho kwamba watu unapoondoka, at least kuna kile kitu ambacho kwamba mtu anapokula anamkumbuka fulani yule ambaye kwamba alikula hiki, hata kama hata kukumbuka, lakini kwa sababu umewacha athari fulani, inakuwa ni yenye kunufaisha kule akhira. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Na kuna yale ambayo kwamba yanakukinga na adhabu ya qabr, wakina adhaba nar, vile vitu ambavyo kwamba vinaweza kukukinga na adhabu ya moto jamani. He, ahl ahlbeit, kushikamana na ahl beit alayhim ussalam. Salawat ala Muhammad Muhammad. Hakuna njia nyingine ambayo kwamba inaweza kuwa ni sahali sana kwetu kama kupata shafaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila kupitia kwa Ahlulbayt alayhimus salam. Na hapa tunaona kwamba Ahlbeit alayhimu ssalam ni wale ambao kwamba wameweza kutuonyesha namna ya kuishi hapa duniani na namna ambavyo kwamba pia tunaweza tuna, kujilimbikizia mazuri ambayo kwamba atatusaidia akhira baada ya sisi kulala. Alimamu Husein alayhi al ssalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anaonekana siku ya Ashura au hicho kipindi chote akiwa katika uwanja wa Karbala, akionyesha namna ambavyo kwamba waweza kupata hapa duniani na kesho akhira. Al-Imam ameonekana akitoa sadaka, akitoa zakaa katika uwanja wa Karbala pale ambapo kwamba jamaa anakuja anaambia naambia, alimam, kwamba mwanangu ame ametekwa ame, na imam alikuwa na nguo nguo pale, anamwambia wewe nenda, lakini ye anakataa, mimi siwezi enda mpaka mimi, afadhali niliwe na wanyama kushinda mimi ni kuacha hapa katika hali hii na hawa wapumbavu ambao kwamba wamekuzunguka. Imam anaonyesha kwamba na hata katika wakati huu anatoa sadaka, anampa nguo ambazo kwamba zilikuwa na thamani kubwa, na chukua hizi nguo, labda mpatie mwanao huyo mwingine aende amsaidie kumtoa ndugu yake hiyo ni namna ambayo kwamba angalia, namna ambavyo kwamba Imamu Husein alayhi salam anavyotuonyesha namna tunaweza kuishi na watu, namna unaweza kuombea mtu kidunia, na siyo hivyo umepata, na pia akhera lake analo akhera, kwa sababu ya kufanya kile kitu ambacho kwamba alikifanya Alimam Husein. Ndugu zangu, wale ambao kwamba wanapenda ahlulbayt alayhimssalam tujue kwamba tunapoangalia hawa watu ambao kwamba walikuwa Karbala, tumesoma saa hizi suratu Yasin. Suratu Yasin, kuna mahali ambayo kwamba bwana mmoja anasema ya laita qaumi ya alamun bima ghafara rabbi ya laita laiti watu wangu wangejua yale ambayo kwamba mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala amenighofiria amenisamea, na ni kwa sababu ya yale ambayo kwamba watu wanaona, wana maona ambayo kwamba ni zaidi ya vile sisi tunaona. Watu waliokuwa Karbala siku hiyo ni watu ambao kwamba walikuwa washaona yale ambayo kwamba watu sisi wa kawaida hatuwezi kujua, ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wajaalani minalmukramin. Kila ambacho kwamba ukifanya hapa ulimwenguni, ujua Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atakuwa ni mwenye kukujazi katika siku hiyo ya akhira, wakati tunakuwa tumeshatoka. Kwa hivyo, kwa hayo machache ambayo kwamba tunaweza kukumbushana tumeweza kukumbushana hapa kuhusiana na namna ya kufanya hasana. Jaribu kufanya jambo ambalo kwamba ni zuri ambalo kwamba sio la dunia tu, uwe na irtibat na akhira yako, ufanye mafungamano na akhira yako. Kila kitu ambacho kwamba unakifanya ukifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhana wataala atujalie tuwe na husnul khatim inda al maut. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhana wataala atujalie kuwa na uwezo wa kuweza kujua khatima yetu ambayo kwamba itakuwa nzuri. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhana wataala atujalie tuwe katika ile nahaj ya Ahl Bait alaihim wassalam. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhana wataala atujalie tupate shufaa ya Ahl Bait